Yes bana, mambo vipi? Mimi naitwa Enoch Edo ni Magesu kutoka Msomi Media Tanzania na leo katika Sports Kick tunaenda kuangalia game ya leo. Chota Chama, uh, mmoja wa wachezaji ambao wanaangaliwa kwa jicho la ukubwa kabisa. Sasa leo, je, Chama atafanya Yeah, ya mashabiki na wachambuzi wa soka tofauti tofauti, tusikilize nini wanakiongelea kuhusiana na Chama katika mchezo wa leo wa Simba Sports Club, kama nilivyo kujuza tu mtazamaji wa, yes, wa Msomi Media Tanzania. Sasa kwamba leo tutakuwa tunasikiliza maoni ya mashabiki e, mashabiki vindaki ndaki kuhusiana na Simba Sports Club kuwepo na, na mchezaji Clatous Chama katika kikosi cha Simba Sports Club Simba pale ndani kwenye kikosi cha Simba atafanya unyama kwa game ya leo sawa, sawa. Ukitabiri vizuri mwisho wa siku kitita chako si ndio bana? Mambo vipi? Kama kaa kama kaa. Wanakuita nani na unasomea kozi gani hapa chuo cha Mtakatifu Augustine? Nakubali. Oh, mwanangu niaje? Poa sana. Kama kawa. Wanakuita nani na unasomea kozi gani? Mimi naitwa Sipho na nasomea Tourism. Okay, sasa wanangu leo kama nilivyowaambia hapa. Kutakuwa na game ya Simba SC Subscribe akikipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Unaelewa vizuri. Sasa kwa upande wenu mkiangalia kikosi na moja ya wachezaji ambao tunaangalia katika game ya leo ni Clatous Chota Chama. Sawa, sawa. Yeah, triple C. Triple C. Eh, hey, sasa tiposii bwana leo atakuwepo kwenye game na nafikiri ataanza. Sasa nataka nisikize maoni yenu. Je, Ye. unaona kabisa nafasi ambayo Chama atachezea atabadilisha system ya, ya mechi ya leo katika kuweka game vizuri tofauti na game ambazo zimepita hapa. nampa asilimia mia kabisa. kwa nini unampa asilimia mia? Chama ni mchezaji mwenye IQ kubwa sana kwenye mpira yes. Ana uwezo wa kuhold mali na kufanya maamuzi yaliyosahihi kwa wakati sahihi na kwa ufasaha. Kwa hiyo mimi naamini Chama leo atabadilisha mpira kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu Simba ilikuwepo inamisi mtu kama Chama pale katikati, kwa sababu ukicheki hata kikosi cha mwanzo kulikuwa kuna namba sita na namba nane tuna miss namba kumi, umeona. Lakini sasa hivi kwa uwepo wa chama Chama atafanya vitu vikubwa kwa sababu ni tipiko namba kumi, attacking midfielder, ana uwezo wa kuassist pia ana uwezo kuscore. Kwa hiyo unamwangalia Chama katika uwezo mkubwa sana katika mechi ya leo. Ya, namwangalia Chama katika uwezo mkubwa kwa sababu ana uzoefu na Simba alafu pia ni mzoefu wa mashindano makubwa makubwa. Kama kwenye mitandao na channel zote za betting tunaona kabisa Simba amepewa odds kubwa sana kushinda game ya leo lakini Esperance de Tunis amepewa odds chache, lakini kwenye wataalamu wa kubeti bwana, wanaelewa masuala kwamba ukipewa odds ndogo, kuna possibility kubwa sana ya kushinda game, lakini ukipewa, i mean, odds nyingi hapo, kwenye wale wabashiri wanaelewa kabisa. Hapa jamaa Taruzi, we unazungumziaje kuhusiana na swala kwenye swala la odds? Odds mi navoongelea, kwangu mimi odds sio shida, ni kwamba inatokana tu na moment au game yenyewe itaendaje, ila mi kwa game ya leo unavyoiona ya Simba na Esperance. Simba ipo kwenye nafasi ya underrated, ya underrated sana kama mm -hmm, kwa sababu ameanza vibaya katika haya mashindano, ila kwa jinsi hii game inavyoelekea kwamba Simba alivyosajili, tutegemee tu makubwa kutoka kwa Simba. Anaweza kushangaza dunia, anaweza kushangaza CAF, anaweza kushangaza hii Afrika. Okay, sasa tukisema ulate Simba katika ushindi wake unamlate kwa asilimia ngapi ushindi? Aa, kwa hapo kwa asilimia kubwa sana ila kwangu mimi ni kama asilimia arobaini au hamsini ko kwa maana hiyo kama wewe ungekuwa ndo muindi unge mm, ungeipa Simba odds ngapi? Ah, kwangu mimi niliipa Simba odds nne. Odds nne? mm. Oh, mwanangu <laughs> mwanetu kampa Simba odds nne ko eh, okay, eh Tunisia utampa odds ngapi? Tunisia ndampa odds tatu. Odds tatu? Yeah. Wewe mwana wetu, twende kwenye upande wa kubashiri sasa. Wewe ndo tunakupa uwindi kwamba wewe ndo mwindi sasa, unaipa Simba odds ngapi na Esperance de Tunis unaipa odds ngapi? Mi Simba nampa odds tatu, Esperance nampa odds moja tisini. Okay, sasa kuna mashabiki zetu sasa hivi wanatuangalia hivi sasa, wamewasikiliza wote mlivyoongea wakisema. Sasa, sasa wewe tunakupa sasa uwanja, waambie kama wewe ni mbetiji awa, ampe, ampe nani asimpe nani na au abeti vipi Double chance Simba, double chance Simba, mwana yetu kadondosha odds, tuondoke huko. Ila kwa upande wangu mimi ni magoli over two, over two. Kwa mwana yetu huyo, hapa tunaondoka kinyamwezi kabisa. Mi sina mengi ya kusema. Sasa wewe unaionaje game ya leo? Mi naitwa Enoch Edward Magese kutokea Msomi Media Tanzania Hala.